Anaitwa Hamisi Juma Saidi maarufu Gatuso kutoka tawi la Maungani, Zanzibar. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza timu yetu imefika salama na nimeipokea mwenyewe juzi. Na jana nimekwenda kuwapokea viongozi wangu, Engineer Els pamoja na Alim ambao GSM. Kwa hiyo na matumaini makubwa na viongozi wangu na wachezaji wangu kuelekea mechi ya leo ambayo saa mbili na robo. Kifupi tu mechi ya Singida na Yanga sio mtu tunashangaziaje wala sisi tunadugu yake. Na ni mechi ngumu katika mechi tunazokutana nazo ngumu, basi mechi ya Singida kuliko mechi ya Simba kwa leo utakuwa mgumu zaidi ya ule, lakini magoli yatakuwa sio moja, itakuwa zaidi ya moja, itakuwa ushindi mzito na mnono leo, kwa sababu hapa tuko nyumbani. Singida wao wenyeji, wageni sisi, wenyeji. Kwe, inshallah, ushindi utakuwa mzuri sana, ushindi huu utakuwa angalau tuzidi kuwafuta machozi na Wazanzibari kwa sababu wametufanyia makubwa Wamefanya eh, makubwa. Tushaliandaa gari la gwaride, vikombe vyote tumevipokea mwenye jana vyote, ngao ya jamii si, NBC, na leo tunachanganya, tunaanzia hapa hapa Zanzibar. Makombe nimepokea jana uwanja wa Amani, Zanzibar.